Tazamaji, tusalie kwenye muktadha huo huo wa usalama ambapo waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen amewahimiza machifu na manaibu wao katika kaunti ya Trans Nzoia kuimarisha vita dhidi ya pombe haramu na matumizi ya mihadarati. Akizungumza katika kanisa la AIC Riwo kwenye eneo bunge la Cherangany, waziri alisema kuwa Trans Nzoia ni miongoni mwa kaunti zilizo na kiwango cha juu cha unywaji pombe haramu na utumiaji mihadarati nchini, akikariri haja ya kutekelezwa kwa juhudi za pamoja na serikali, kanisa na jamii kukabiliana na uovu huo. Waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen anataka maafisa wa utawala katika kaunti ya Trans Nzoia kuimarisha vita dhidi ya unywaji wa pombe haramu na utumiaji wa mihadarati na sehemu moja ambayo tuko na shida hiyo ni hapo Lokotos, ndio na sehemu zingine za upande huu, na tumekubaliana kwamba eh, nimeambia chief na nimeambia security team they must work together to make sure that we get rid of these things. Kaunti ya Trans Nzoia ni mojawapo ya maeneo yanayokabiliwa na tatizo la unywaji wa pombe ya ramu. Murkomen, aidha ametoa wito kwa kanisa kuwa katika mstari wa mbele katika kukuza maadili mema miongoni mwa vijana, akisema ipo haja ya kutumia mbinu za kisasa kukabiliana changamoto zinazowakabili vijana. Lazima tuchukue also our curriculum kwa kanisa ya youth na children iambatane na the challenges they are facing in this time. Tusifunze hawa vile sisi tulifunzwa, tuwafunze vile generation yao iko na, tuwafikie vile wanaweza kufikiwa kupitia zile njia ambazo wao wanaelewa vizuri. Ametoa wito kwa wazazi kuwajibika kikamilifu katika malezi ya watoto wao, huku akitahadharisha wa dhidi ya kukabidhi jukumu hilo lote kwa walimu. Nyinyi wazazi mjue ya kwamba watoto wenu sio responsibility ya serikali. Serikali iko na responsibility yake, lakini responsibility number one ni nyumbani, na therefore nyumbani must be the right place penye tunawapatia uh, right values. Tilio Marco, Darubini Wikendi.